Pepo nina kukemea we, roho nina kukemea we, shetani toka. Mchungaji, Acha hicho unachokifanya. Kwa nini unanikataza kufanya kazi ya Bwana, hali ya kuwa na wewe ni shehe, unafanya kazi kama hii, ambayo Bwana mimi kaniagiza kuifanya. Kwa hiyo nina haki ya kuyafanya haya ninayoyafanya, maana Bwana ameniagiza kuyatenda haya. Kuna kazi nyingi za kufanya, kuuza nyanya, kutembeza mbogamboga mitaani, gereji, kwa nini ung'ang'anie hii? Bila shaka wewe ni mpinga Kristo, wewe ni mpinga Kristo. Unazuia kazi ya Bwana isifanyike, unazuia kazi ya ukombozi isifanyike. Kazi ile iliyofanyika pale msarabani, pale Kalivali, wewe unazuia isifanyike. Wewe ni nani kama sio mpinga Kristo? Wewe ni shetani ya mahakika. Sasa sikia ni ukisoma kwenye kitabu kile cha Kutoka utakuja kuona ukombozi ulivyofanyika kwa wana wa Israeli. Wao Musa alipoagizwa kuikomboa taifa la Israeli, kuwakomboa wana wa Israeli, aliwatoa mikononi mwa Farao, mikononi mwa utumwa, na akaanza kutoka nao kwa ushindi mkubwa. Wakati akitembea, alipofika kwenye bahari ile ya Shamu, alinyosha mkono wake namna hii Alinyanyua fimbo yake namna hii, maji yaligawanyika, akachia njia, akapita. Akapita ishara ya ushindi. Jeshi la Farao lilivyofuata huko nyuma, walijua kwamba njia ile hata wao wanaweza kupita. Kumbe wao sio kusudi la Mungu kupita, ilikuwa ni njia ya ushindi. O oh, haleluya! Oh, haleluya! Baada ya wao kuingia, maji yaliwagharikisha, maji yaliwagharikisha kwa sababu Mungu hakutaka wa wao wapite. Sasa sikia, maadamu na weo unaingia kwenye njia ya Bwana, Bwana atakughalikisha kwa jina la Yesu ale hai. Bwana atakuangamiza by fire by force, atakuteketeza kabisa, maana wewe ni shetani. Unashangaa nini? Ni mimi ni, huyo mi, Hapo sija kupiga nimekutekenya. Ningeamua kukupiga usinge kuwepo hapa. Naitwa Mgalo, mzee wa mtekenyo.

Mungu amekuponya, nenda mama. Hivi huyu mjomba atamrudisha kweli babu wale au analeta mzaha? Mbona naanza kuwa na wasiwasi? Nashindwa kumwamini. Kama atakuwa amechemka, hii kazi nitaifanya mwenyewe. simu yako kabisa sina kujua shughuli zako wewe, sio ndogo wa shosho. Najua kabisa shughuli shaimaliza. Yule ustazi ushamtoa roho usharudi na kipande cha baba, kipande cha mtu Babu Wali uko nacho kwako, umekificha Mela Vizuri. Sasa hapa nataka uniambie jambo moja, Babu Wali uko wapi, Mela Vizuri? Nataka nijue hapo, lakini sasa usije kuniambia uliyemtoa roho umemtoa roho Babu Wali utanikwaza. Sasa Babu Wali wewe ndio shemeji yangu, mkwe, Mela Vizuri, ehe. Sasa ukisema umemtoa roho Babu Wali kidogo watoto hatutoelewana eh. Sasa he, hebu nipe, nipe kodi sasa. Ule ustadhi umemuulia wapi na imekuaje na babu babu wali kwa wapi? A, mwanangu, sikia, unajua si chukua hapo na niweza, unajua alafu kwenye moja na mbili ujanigia maelekezo alonyo alonyoka, yani no, waleta maelekezo yako amepinda pinda hapo, tafikiri si baba lako a kuelekea wapi?

Mwenye wewe basi, kama vipi, mwanangu wewe kajiandae eh, ikiwa baridi, ukijipanga fresh. Wewe ndio yule mzigo, uko ndani wewe. Umenidhalilisha. Samia wangu kule ananisubiri, nishamwambia kuna kipande cha baba anaenda kukileta hapa, na inaonekana mimi mimi nimekupa kazi wewe, kumbe wewe mamluki muoga unakuwa kama kina Shura, Majuma, Mariamu, Hadija. Wai, umenikwaza sana yani, ngoja, umenikwaza sana yani. Katika siku ambazo nimekwazika ni leo. Wai wai, usinizoe mwanangu, usinizoe. Usinizoe. Eh. Hawa vipengele vyote nisha kuelekeza kwenye moja na mbili. Kwamba wewe yule mtoto mdogo afunye kasanda ujue. Kasanda kunaona wewe bana tano kasa? Kasanda. Afunye na kuja vipengele na kuota boboja boboja zako wewe. Usinibembe taarabu zako za kifofo hapo ujue. <laughs> Yaani umekisi mabusu eti eti hoya ananikaripia. Ungejua kama mimi na Bruce tulikuwa mtu na shoga yake, nilikuwa namfundisha kwa mfuki pindi iko na Lambo. <laughs> Sijentisha. Hapa <laughs> ananijua moto wangu. Sikiliza. Mistishwi. Wewe kwa sababu shughuli imeshindwa, niachie. Niachie mwenyewe, nitakwenda pale na kampani yangu wa kivita kwa sababu wewe nilikuamini, lakini wewe umeniangusha. Yaani mwangusho wake ni sana sana mtu katupa jiwe gorofani mpaka chini nikalia pu, ndo wewe. Mena presha, kwa tumeelewana vizuri tu hapa, tumekaa, wewe utaondoka zako utaenda kwa hiyo mtu kubalizana naye, tani wa bure mena presha ndugu yangu, ah.

E, nishafika. Nilikuwa naomba unielekeze mganga anapatikana wapi? E, nilipo hapa nyuma kuna visamvu na kuna mwembe mkubwa hapa, ndo nilipo. Ah, sawa. Mimi nimekuelewa maana nina shida ya kujua dada wangu amekufaje, kufaje wa Ni mimi huyo. Wewe ni nani? Mimi ndo niliyomuua dada yako. Najua unachofikiria dhidi yangu, lakini huwezi kufanya chochote.